Kwa kuruka, kukulia, U, pane, U, pane, hawa ni wanafunzi Lila, wa mwaka wa kwanza yop, na wa pili wanaosoma shahada ya sayansi katika misitu Ndaki ya Misitu wa wanyamapori na utalii hapa SUA. Hapa wanaendelea kujiweka sawa kabla ya kuanza kutembelea maeneo mbalimbali kwa ajili ya kujifunza mafunzo kwa vitendo mafunzo haya ambayo yanawaandaa wanafunzi kuwa bora na mahiri katika kukabiliana na uhaba wa ajira ambao kwa sehemu kubwa huchagizwa na ukosekana kwa huo mahiri. Kutokana na hilo Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo kimeendelea kuboresha mitara ya kufundishia ili kuwafanya wahitimu wa chuo hiki kikongwe katika kutoa wataalamu wa kilimo waweze kuwa na uwezo wa kufanya kazi za mikono kupitia taaluma zao na kuongeza ubunifu kupitia teknolojia. Hii ni pamoja na kuwaongezea wahitimu uwezo wa kubuni mambo mbalimbali kupitia umahiri walioupata walipokuwa wakijifunza mafunzo kwa vitendo, kwa kuhusisha elimu ya darasani na elimu ya vitendo ambayo imekuwa chachu ya kuweza kuwapa uwezo wa kufanya kazi za mikono kupitia bunifu. Wanafunzi hawa wanafunzi hawa wamejifunza kwenye msitu wa asili wa Kimboza, msitu wa Kitulangaro, msitu wa asili wa milima ya Uruguru na kituo cha mafunzo cha Oromotoni cha mkoani Arusha, na kwenye maeneo mahususi ya utaalamu kwa kuongeza thamani ya mazao ya nyuki chini ya usimamizi wa Bwana Kelvin Liatu isho kuhusu utambuzi wa aina mbalimbali za mimea pamoja na magonjwa katika mimea. Baada ya kujifunza kwa vitendo kupitia programu kadhaa zilizoratibiwa na wasimamizi wa SUA, sasa wanafunzi hawa wanaweza kutofautisha kati ya mafunzo waliyopata kwa vitendo na yale yanayotolewa darasani kwa nadharia pekee. darasani tunajifunza kitu ambacho hatukioni, lakini tukija field tunakiona kwa macho. Kwa hiyo kama mwalimu alikwambia bwana, baadhi ya mti fulani uko hivi, huwezi unakuwa umeelewa kwa maneno lakini akikupeleka eneo husika mtu ulio kwa kakuonyesha mtu wenyewe ndo huu, kwa unaelewa zaidi. na kusawi na kuwa ngumu. Ni muhimu kujifunza kwa vitendo, kwa sababu pengine yale mawazo ambayo ulikuwa nayo ulikuwa nayo mwalimu anapofundisha darasani na uchi unachokiona anaweza kan kidogo unitegemea labda mtu fulani utakuwa hivi lakini, right? unakuja unakutana na kitu kingine tofauti, pengine unafurahi. Yani kuna mazingira fulani ambayo ni yanakufurahisha kidogo, you enjoy. inatusaidia sisi kuongeza kwanza uelewa, pia kukitambua kitu kwa usahihi bila kukosea. Hata kama siku nyingine ukija kuuliza hiki kitu ni nini, una uwezo wa kukumbuka. Kwa mfano kwenye hii miti, kwa mfano tuseme, kuna wengine labda walikuwa hawajui miti, kwa mfano mibuyu, lakini alikuwa tu anaona kwenye picha, lakini hapa baada ya kuja kufundishwa hivi kwa vitendo kama hivi, akaoneshwa, akaonyeshwa kwamba huu ni mbuyu, anaujua ndohivo mafunzo ya vitendo haya yanatusaidia sana kuweza ku, ku convert ile tunasema idea darasani, kwenye idea mogu ya darasani mpaka kwenye idea ya vitendo ndio kitu kikubwa kabisa ambacho kinatusaidia huku feed. Tunaweza kujua namna gani ya kuweza kuendesha hizi plantation mbalimbali kupitia mafunzo tunayojifunza, kama vile mambo ya nasa, mambo ya pruning, mambo ya harvesting. Tunakuwa tumejua namna gani ya kuweza kuifanya katika systematically kutofautisha na watu wanaopractice katika jamii yetu wenyewe. Oh, wanajua tu idea za juu juu, hawajui kiundani zaidi, ambao wanapelekea kuweza kuweza wanapotesha miti wasiweze kufikia ile malengo ambayo yametarajiwa. Tafsiri ya maoni ya wanafunzi hawa ni kwamba elimu hii kwa njia ya vitendo inakamilisha kile walichojifunza darasani, huku ikiwajengea ufahamu zaidi wa kile ambacho wamekisikia au kuambiwa pekee. Sisi wanafunzi ambao tunasoma, tunajifunza mambo mengi ambayo yatatusaidia katika menejment ya misitu, uhifadhi wa misitu, ufugaji wa nyuki na kuongeza thamani ya mazao ya nyuki, ambayo itatusaidia katika kuelimisha jamii na kufanya shughuli za kuendeleza na kutunza mazingira na misitu iliyopo katika nchi. Mimi pamoja na wanafunzi wenzangu tumeweza kupata elimu eh, juu ya masuala mazima ya mnyororo wa thamani wa mazao ya nyuki na tumeelezwa njia mbalimbali namna, eh, ni kivipi unaweza kuanza eh, kufuga eh, kwa kutumia vifaa gani, lakini vile pia vile, vile, vile, vile process hau unaweza ukaprocess eh, product umeipata mpaka kwenda kwenye eh, bidhaa mbalimbali kama asali eh, kama beeswax. Lakini vile vile pia kwa kupitia hizo bidhaa, mnyororo wa thamani, mnaweza mkaongeza vipi umuhimu ambao utumeupata, na utatusaidia sisi for present time and for future generation, kwamba si peke yake ukaridi darasani la lakini practically wanafunzi wanajifunza vipi, lakini vile vile pia it's just an opportunity Eh, creation ya opportunity mbalimbali kutokana na mazao haya ya nyuki yanatusaidia katika masuala mazima ya kujiajiri. Eh, mbadala wa mtu kutoka kwenda kulalamika na masuala mazima employment anaweza kwenda kwa eh, ukita mizinga yake katika mashamba au shambani kwao kisha akaanza kufuga nyuki na akavuna asali. Ukiacha hivyo pia umejua kwamba kupitia eh, mazao ya nyuki tunaweza kupata mafuta. Eh, mafuta ambayo ni mafuta yanasaidia vitu vingi kadha wa kadha. Lakini kwa elimu wanafunzi wamepata elimu na wamefurahika na elimu ambayo wamepata. Amefanya kitu kikubwa sana, yaani hakutamani ile elimu ambayo ameipata kule darasani akaiacha darasani, akaja kuifanya ili watu wengine wajifunze, watu wengine waone, watu wengine waje wafanye, ili waone maisha tu hayaishi darasani, maisha pia wanaweza kuja kuyafanya hata nje katika maisha ya kawaida. Ushauri wangu kwa wanafunzi wenzangu tupate nafasi kama hizi yani, tuwe serious na kile kitu ambacho tunakipata, ufanye kile ambacho tunatamani kiwe maisha yetu. Kwa hiyo ni vizuri ukija mahali kama hapa kujifunza mambo ya beekeeping, lazima uteke serious kile kitu, ili ukichukue na ukakifanyie kazi baadaye. Kutambua aina ya miti inayopatikana katika misitu ni moja mambo ambayo wamejifunza kwenye mafunzo ya vitendo hii ni hatua ya pili baada ya hatua ya awali teaza kujifunza katika nadharia ukiwa darasani, iliyohusisha kuisoma miti, kujua sifa zake. Na katika awamu hii wanajifunza weheva, kwa kuiona na kuichambua zaidi teka, chini ya usimamizi wa mtaalamu kutoka taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania Tafori, nyanda za juu kusini. Nichukua nafanya na wanafunzi wa SUA wa upande wa misitu kwamba tunafanya na, elimu ya, ya, ya vitendo kuonyesha majina ya miti na aina ya miti ambayo inaipatikana katika sehemu kuu mbili ambayo tumetembea. Kwa kila mwanafunzi amepata spishi kama 20 20 kujifanyia identification local na botanical na family. Kwa mba, kwa vitendo tunalipo nafanya kwamba wanafunzi watakuwa wajue miti ambayo inayokuwa wanafundishwa darasani kwamba hii ni Pterocarpus au Dalbergia melanoxylon. Kwa, rame, kwa nadharia natakwamba waujue hapa katika misitu hii na kwa bahati nzuri kwamba tumepita kwa leo hapa tumepata miti ambayo walifundishwa darasani kama vile Dalbergia melanoxylon, Julbernardia, Julbernardia globiflora, Brachystegia microphylla na Brachystegia utilisi. Kwa, kwa leo tumezikuta hapa na wote nimewafanya identification na wameziandika na wamezielewa, unapokuwa na zozi kama ile. Umuhimu wa wanafunzi kwa ndaki yetu ya misitu, kuna wanafunzi ambao wametoka kazini wanakuja kuongezea elimu na kuna wanafunzi ambao hawajawahi ajiriwa kwenye upande wa misitu au wanafunzi kwamba hawajui kabisa miti ya indigenous, ambayo miti ya asili tunaita, kwamba hawajui kabisa umuhimu wao, kwamba wanaifahamu sasa. Wakirudi darasani kufahamu kumbe kile tulikuwa tunafundishwa na mwalimu kama anasema kwamba hii ni Senegalia polio cancer, kumbe Senegalia polio cancer iko hivi na Jubenada gubiflora, Jubenada jube Gubi Flora, kumbe iko hivi. Sasa wanaikuwa wanaijua tofauti na vile kufundishwa darasani, wanakuwa kwamba wanasoma lakini hawajui kwamba iko ikoje wameelewa vizuri, na hata leo walikuwa wanachuma specimen na kunionyesha kunaambia, kwamba mwalimu, hii naona kama ni ile ya jana, na kwamba kama ya jana ni species gani, wanaambia kwamba hii hii ya jana ni sensipela msol ambayo tumekutana nayo kule Kimboza, nikawambia ni sawa kabisa. Nakadiri wanazidi kue, kuelewa. Kaimu msimamizi wa kituo cha mafunzo cha Oromotoni bwana anasema ah, kituo mafunzo, hicho kimekuwa makundi mbalimbali mbali, ya wanafunzi kujifunza kutokana e, yani na uwekezaji wa chuo zikiwemo mashine mbalimbali za kuilanda funzo kwa vitendo katika msitu wa mafunzo Oromotoni e, yanaendesha vizuri, lakini mazingira kama unavyoyaona ni mazingira ambayo yanafutia ya mwanafunzi kujifunza. Ni sehemu ambayo ina utulivu na vifaa mbalimbali ambavyo vinasaidia kuwapa ku wanafunzi mafunzo mazuri ya vitendo, ikianzia kuanzia nasari, ukienda mtoni kakutana na vifaa mbalimbali ambavyo tunavitumia kwa ajili ya wanafunzi kujifunza, na tunaamini kwamba wanapata kile kitu bora ambacho wanaweza wakaenda wakasaidia taifa katika uzalishaji wa msitu pamoja na utunzaji wa wa mazingira. Mafunzo haya ya vitendo yanatajwa kwamba ni muhimu kama ambavyo mwalimu mwalimuliatu katika kipindi hiki cha mafunzo kwa vitendo ameongozana na wanafunzi kuwaelekeza na kuwasimamia, ambapo anasema wanafunzi wanasema uelewa wanafunzi umeweza kuongezeka na wanaweza hata kufanyia utafiti mimea, mimea mbalimbali ambayo wameweza kuiona na kuweza kufundishwa. Nimekuwa nikiwafundisha wanafunzi wangu somo la sayansi ya mimea, tukifanya zoezi la utambuzi wa mimea kwa kupitia sifa zake, utambuzi wa majina na features zake. Utambuzi wa mimea kwa wanafunzi unawasaidia kujua wa mimea yenyewe, kutambua sifa zake, familia zake na jinsi ya kuitunza, pamoja na kutunza ekolojia yake. Yanawapa hands-on skills, hata huko wanapoenda kufanya kazi baada ya kumaliza chuo kikuu. Wataweza kuyatumia mafunzo haya kutambua mimea mbalimbali mbali, na kutumia mafunzo haya katika tafiti zao kabla ya kumaliza shule darasani, walikuwa na nadharia tu, ila sasa nina uhakika wanaweza kutambua mimea kwa majina yake kwa familia zake. Elimu hii itasaidia hasa hasa katika swala la utunzaji kaboni. Wanafunzi wawe makini na wasikilize wakiwa darasani na watumie knowledge hiyo ya darasani katika field. Ukija kusoma Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo hapa umekuja kusoma utafundishwa lakini utafundishwa zaidi kwa vitendo, na ndio maana tumeweka juhudi kubwa sana ya kupanua miundombinu yetu ya kufundishia hasa kwa vitendo. Tuna misitu ambayo kwa kweli inatusaidia kwenye kufundisha wanafunzi wetu wakaelewa na wakitoka hapa wanakuwa na umahiri ambao unajitosheleza. Tumefua kile kiwanda, sasa hivi kinaweza kuchakata mazao ya, ya misitu lakini vilevyo kutengeneza fanicha na tunakitumia vizuri kwa ajili ya wanafunzi wetu kujifunza, kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaokuja kusoma iamifuo katika chuo chetu sio tu watasoma kwa nadharia, lakini wataona hawa wanyama, watawashika, watawahudumia, ili kwa kufanya vile nao waweze basi kujifunza na kupata uzoefu. Asante sana kwa kuweza kuungana nasi katika makala haya. Mpaka wakati mwingine, ulikuwa nami Asifiwe Mbembela no, no.